Habari, kwa jina ninaitwa Emmanuel Matondo Muhandi. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisheni wanafunzi wote wenye vigezo stahiki kujiunga na chuo chetu. Kwa kila hatua ya safari yako, walimu wetu waliobobea wana utayari na uthabiti wa kukusaidia hatua kwa hatua, kwa maarifa na ujasiri kwa ajili ya kufanikisha ndoto zako. Maisha ya chuo chetu ni yenye kusisimua kitamaduni, kielimu pamoja na kimichezo. Hakika chuo chetu kina mambo mengi yanafanyika. Utapenda maktaba nzuri za kisasa, maabara za kompyuta na mazingira mazuri ya kujifunzia na yenye kupendeza. Mmejipanga kuwapokeeni wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza. Hosteli zipo, mtapata mapokezi safi kabisa na hakika hamtajutia. Tunajivunia kuwa katika chuo kinachoandaa viongozi wa kesho, na nyie ndio viongozi hao. Mnaanza safari hii leo. Kijana mwenye uwezo bora, maarifa na kipaji, unaojiunga na mwaka elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita, tunawakaribisha mahali hapa. Ni stahiki na utapata fursa na maendeleo yako binafsi. Hapa usomi tu, bali unajenga urafiki bora wa kudumu maishani, na eneo lake ni bora kabisa, yani karibu na fursa nyingi za kazi na mitandao ya kibiashara. Unasubiri nini? Kuwahi Mzumbe, Chuo Kikuu Mzumbe. Tujifunze kwa maendeleo ya watu.